Kabla dunia haijaisha Jake alikuwa anajulikana kama mwindaji bora wa hazina duniani. Alikuwa na uwezo wa kupata chochote, haijalishi umri au mahali mahali. Alipopenda zaidi kuinda hazina ilikuwa chini ya maji, na alifurahia kuwa bosi wake mwenyewe. Kwa bahati mbaya, janga baya la moto mkubwa wa jua solar flare liliikumba sayari na dunia ikaingia katika machafuko. Vifaa vyote vya kielektroniki viliungua, serikali ilitoweka, na viongozi wa kivita warlords walianza kutawala. Miji ilianza kukumbwa na njaa, pesa ikawa haina thamani, magonjwa yalisambaa, na ilikuwa vigumu kupata dawa au mafuta. Miaka sita baada ya janga la jua, Jake bado anafanya kazi kama mwindaji wa hazina nchini Uingereza. Anaingia katika hoteli, anapanda hadi ghorofa ya juu, na anapata mlango wa siri ulioficha chumba nyuma ya kabati kubwa ya vitabu. Anatumia mabomu madogo kufungua mlango wa chuma na anaunganisha batari yake ili kupata mwanga. Anapata sefu yenye password na anatumia alama za vidole na daftari kupata neno la siri. Baada ya kufungua sefu, anacheza rekodi inayolingana na neno la siri ambayo inafungua sefu ya pili iliyofichwa na anatoa fidla violin ya thamani kubwa. Wakati huo, kundi la majambazi waliovalia sare za polisi wanaingia na kudai fidla hiyo, lakini Jake anakataa. Anafungua moto na kuanza kuwaua mmoja baada ya mwingine akipigana ana kwa ana, anapohitaji kujaza risasi upya. Anapoishiwa risasi, anatupa kisu kwa mgongo wa mwanamume anayekimbia. Kiongozi anachukua kisu hicho, na Jake anampa ishara ya kidole ambayo nawasha kilipuzi kwenye kisu kinachomuua kiongozi huyo. Jake anaingia katika jumba kubwa ambalo limegeuka kuwa kiwanda na anampa msaidizi wa kiongozi wa kivita fidla hiyo. Msaidizi anamwambia kwamba Mfalme August ana kazi nyingine kwake, lakini Jake anakataa kwa sababu inahitaji kuvuka mtaro wa maji. August anasikia Jake amekataa na anamwambia msaidizi wake atafute ofa asiyoweza kuikataa. Jake anarudi nyumbani kwake ambacho ni mashua iliyovunjika bandarini, anakwepa mitego na anamlisha mbwa wake. Analala na kuota akiendesha mashua mpya kabisa kote uliwanguni. Asubuhi anapata askari amenaswa kwenye mmoja wa mitego yake. Askari anasema mfalme amekuja kumuona, hivyo Jake anaondoka bila kumsaidia. Ndani ya gala, August anasubiri akiwa amezungukwa na askari kadhaa. August anasema amejitahidi kujenga upya ustaarabu na anaonyesha zawadi, mashua mpya kabisa, ili kumshawishi Jake. Lengo ni kurudisha Mona Lisa ambayo inapaswa kuhifadhiwa katika kituo cha siri cha kuhifadhia huko Paris, na August anaahidi kumpa Jake rasilimali zote anazohitaji. Jake anakubali kazi hiyo na anaenda kumwaga mbwa wake, akimwomba msaidizi wa Augusta mtunze ikiwa hatarudi. Jake anafika kwenye uwanja wa ndege na ana wasiwasi kwa sababu ndege ina meshimo ya risasi. Augusta anamwonyesha ramani na, na kumwambia kuepuka waasi kwenye njia yake. Augusta anasema mawasiliano yake yatamwongoza Jake jiji kuu na ataangusha vifaa vya kuhamisha saa tatu baada ya Mona Lisa kupatikana. Wakati wa safari ya ndege, rubani anakiri kwamba mafuta yataisha katikati ya safari hivyo wanahitaji kuwa na parachuti zao tayari. Jake analala na kuota akiendesha mashua mpya kabisa kote uliwenguni. Ghafla anaamshwa na ndege na tikisa na anagundua wanashambuliwa. Rubani anatangaza watalazimika kuruka mapema, hivyo Jake anaruka nje na kufungua parachuti. Baada ya kutua kwa maumivu, Jake anaanza kutembea na kugundua waasi wamenyongwa kwa matendo yao. Tanki la kivita linaibuka na kulenga mzunga kwa Jake, lakini linapigwa na kombola Waasi wanatoka mafichoni na kutupa bomu la kwa ndani ya tanki kuua askari. Katika jiji la Amian, askari wanatisha mitaa chini ya uongozi wa Volkov. Mkakati huu wa kivita unawalazimisha raia kucheza naye na anampiga risasi mtu asiyejua kucheza. Gornich anamjulisha kwamba mvamizi alionekana akiruka kutoka kwenye ndege na Volkov anawatuma watu wake kumtafuta. Asubuhi Jake anafika St. Quentin ambapo kila mtu anaishi kwa hofu ya Volkov. Anachukua nguo chafu kuificha nguo zake nzuri. Kwenye uwanja mkuu, askari wanawakumbusha kila mtu marafuki baya kutembea usiku, na wanathibitisha sheria kwa kuwapiga risasi waasi wawili. Askari wanamzunguka Jake na kumwomba tupe begi lake. Anaanza kupigana nao na kumnasa mkono wa askari katika mlango wa gari na kumchoma mwingine kwa kisu chake mwenyewe. Askari anajitokeza ghafla, anapata kua lake likikatwa na mpangano wa uhuru wa mmoja. Inaonekana Drea ya mawasiliano ya August alikuwa anamtazama Jake lakini hakumsaidia kwa sababu alitaka kuona kama angeweza kujitunza mwenyewe. Wawili wanaingia kanisani na kukutana na Father Samson ambaye ana ramani muhimu. Samson anawaonyesha lari kwenye gareji yake na anaelekeza maredeo katika ramani ambapo wanaona msimu wa siri wa Saifa Code. Wakati Samson anaandaa lari, dre anatibu majeraha ya jake. Ghafla jenerali na jeshi lake linalizunguka kanisa. Drea na Jake anakimbia kwenye lari wakati Samson anatoka nje kumzuia jenerali. Samson anampiga risasi jenerali kwenye mkono, lakini anauliwa mara moja kwa jeshi. Askari wanapata gareji, na Drea anawarukia kwa kabati kunumangi kuwaua risasi na kuchoma watu. Wa nje wanasikia tu redio inacheza kwa sauti kubwa wakati Jake anaanzisha lari. Tenki linapiga mzunga wake kwenye kanisa, lakini wawili wanavunja mlango wa gereji na kutoroka. Lari haliwezi kupigwa risasi, hivyo Jake anaendesha mbele tu Anaruka juu ya tanki la kivita na anaruka juu ya kizuizi cha barabara kwenye kituo cha ukaguzi na kuwalazimisha walinzi kuondoka. Anapoona gari lenye askari wengine, Jake anafuriza kuingia katika jengo. Tanki linapiga risasi lakini linajigonga na gari lingine ambalo linawafanga baadhi ya waendesha baiskeli kugongana. Wanaingia katika handak lakini wanapotoka wanapata tanki lingine linasubiri. Drea anatupa bomu la mkono ili kuwashusha waendesha baiskeli, lakini gari bado linawafuata. Tangi linafungua moto na Jake analifanya lori liruke, hivyo risasi inaishia kuwagonga wafuatiliaji wao. Mfukuzo unaendelea na kwa kuruka nje ya njia ya risasi za tanki maadui wao wanaletwa chini mara kadhaa. Usiku, mashujaa wanasimama kuchukua mapumziko. Jake anashangaa ni kwa nini kila mtu yuko tayari kufa kwa ajili ya picha ya kuchora. Drea anaeleza kwamba picha hiyo ni kisingizio tu cha kupata chumba cha siri Bolt kabla ya Volkoff kwa sababu kina silaha nyingi ambazo waasi wanaweza kutumia kupigana. Pia anampa Jake mashua ya origami kama zawadi ya bahati njema. Kesho yake, Volkoff anasafiri kwa treni na anamuua jenerali kwa sababu ya kushindwa kuwakamata waasi wawili katika siwili. Wawili hao wanasimama kwenye jengo la zamani ambalo Drea anasema liko chini ya udhibiti wa Wraith, kundi la wafungwa wa zamani waliobadilika kuwa walaji nyama. Wanaona mwanga mkali umepigwa karibu na wanaharakisha kuingia. Wanapata chumba cha siri kiko wazi na tupu, na Jake anahitimisha kwamba walichukua kila kitu na kukihamisha mahali salama zaidi. Jake anapata daftari lililofichwa nyuma ya ukuta bandia. Drea anatafsiri maelezo ya Kifaransa na anapata kuratibu, lakini Jake anashuku na anajaribu kusimbua kuratibu kwa kutumia msimu wa asili kutoka kwenye ramani. Wakati Wraith wanavamia jengo, Jake anapata jina Simzahof ambalo Drea anaeleza ni ngome. Wawili hao wanaondoka kwa kupanda nje ya dirisha na Jake anaacha bomu la mkono kwenye kipini cha mlango ambalo linawaua Wraith wanapofungua mlango. Drea anaita waasi na kuambia wakutane nao Simzahof. Treni ya Volkov inafika na Gonech anapata daftari lenye kuratibu. Volkov anatumia mwanga wa UV kufichua alama za vidole za Drea kwenye ramani na anajua lazima aende Simzahof. Mashujaa wanafika Simzahof na Jake anapata mashaka kwa sababu hakuna usalama. Wanapata michoro ya jengo na kugundua kwamba sauti wanayoisikia ni mfumo wa kuchuja hewa kwa chumba cha siri kilichofungwa. Jake anapanga kwenda kupitia shimo kwenye mfumo wa hewa na Drea anakubali kutafuta paneli za jua ili kuzima feni katikati. Jake anashuka chini kwenye shimo. Kamba inaanza kuvunjika polepole. Drea anapiga paneli za jua na feni inasimamishwa kwa wakati kabla Jake hajashuka chini. Jake anafika kwenye mfumo wa hewa uliofurika. Anaogelea hadi kwenye hechi iliyofungwa na anaifungua kwa nguvu. Anaingia kwenye chumba cha siri na kufungua mlango ili Drea aingie pia. Mona Lisa inageuka kwa bomu la nyuklia na picha maarufu iliyochorwa juu yake. Drea alijua na anaeleza kwamba August alificha ukweli kwa sababu Jake hangewasaidia, jambo ambalo Jake anathibitisha. Anaeleza kwamba August hataki kutumia bomo, anataka tu kulizuia lisichukuliwa na viongozi wa kivita kama Volkoff. Pia anahisi hakuna viongozi wa kivita wanaoweza kuaminiwa, na anaamini hakuna maana ya kupigana. Waasi wanapofika, Jake anaendesha lori na kuondoka. Treni ya Volkoff inafika na askari wanawaua waasi wote. Gonich analipua lori la waasi na bomo linabebwa hadi kwenye treni. Jake anatazama mashua ndogo ya origami ambayo inabadilisha mawazo yake. Anaendesha kurudi kwenye ngome na anampata Drea akiwa salama na anamtibu jeraha la mguu wake. Drea anaomba msamaha, lakini Jake anafikiri wanaweza kumzuia Volkoff kwa kuishusha treni. Wanakusanya vilipuzi na kuondoka kwenye lori, huku ngome ikilipuka nyuma yao. Treni inapaswa kupunguza mwendo kwa sababu ya mwonekano mdogo, lakini Volkoff anampiga risasi kondakta kichwani, hivyo treni inaanza kusonga haraka. Mashujaa wanaendesha kwenye daraja na wakati treni inapita Jake anaruka juu yake. Anafungua mlango, anatupa bomu la mkono kuua walinzi na anapigana na waokoaji kwa mikono na bunduki aliyoishtia. Gonich anajiunga na mapigano na anampiga teke Jake nje ya gari karibu na bomu. Mapigano yanaendelea hadi Volkov anajitokeza kufanya moto na Jake anamtumia Gonich kama ngao. Mwanapigana na Jake anachoma mkono wa Volkov kwa kimba kabla ya kuchukua ufunguo wa siri. Wakati huo Drea anaendesha mbele na anaweka vilipuzi kwenye daraja linalofuata. Vinapasuka na kuharibu daraja kabla treni kuvuka. Jake anaondoka kwenye gari moja kwa moja na Volkov anajaribu kuisimamisha treni lakini nikichelewa. Volkov anatazama tu treni ikiitumbukia kwenye shimo ikilipuka. Drea analia akifikiria jake amekufa, lakini anamshtukiza za nyuma na wanakumbatia na wakienda kusafiri ulimwengu pamoja. Baadaye Jake anampa August ufungua siri na anaeleza kwamba bomu liko chini ya korongo. August bado anataka kulirejesha, lakini Jake anakataa kukubali misheni nyingine na anaondoka kwenye boti yake mpya. Drea anajiunga naye na wanakumbatiana wakienda kusafiri ulimwengu pamoja. Wakati huo August anaweka ufunguo wa siri kwenye chumba chake cha siri, ikifichua kwamba amekuwa na Mona Lisa asili wakati wote.